Jina naitwa Jacqueline Amani Moshi, ni profesa mshiriki wa chuo kishiriki cha elimu Mkwawa, na kwa leo nilikuwa na kaimu nafasi ya rasi ambaye hayupo, yuko nje ya kituo kwa shughuli za kikazi. Nimemwakilisha kwenye ufunguzi wa hii semina yetu inayohusiana inausia, na utoaji wa elimu kwa wanafunzi wetu kuhusiana na masuala ya magonjwa yasiyoambukiza HIV na ukimwi na masuala ya matumizi ya madawa ya kulevya. Kwa kifupi, semina hii kwa kweli tunatarajia iwe na, matarajio maku, iwe na mafanikio makubwa kutokana na namna ambavyo tumejipanga kutoa elimu. Tumekuwa na wawasilishaji kama watatu ambao nao wana mada mahususi ambazo zinalenga kuwaelimisha vijana ambapo ndio kundi kubwa katika taifa letu, kutambua afya zao, kujua umuhimu wa kupima lakini pia kwa wale ambao wanakutwa na maambukizi kuanza dawa kwa mujibu wa maelekezo wa wataalamu wetu wa kituo cha afya. Pia tunatoa elimu katika semina hii ya masuala ya kujiepusha kutumia madawa ya kulevya. Tunajua hili limekuwa janga janga kubwa kwa vijana na linaangamiza, kulingana na takwimu ambazo tumezisikia kwenye uwasilishaji kwao, tumeona kama taasisi ni fursa ya kukinga vijana wetu waweze kutambua madhara vyanzo lakini pia mikakati ambayo ipo kuwasaidia ili kupata elimu ya kutosha, kujiamini na kuepukana na hizi tabia hatarishi ambazo kimsingi zinatoka katika jamii inaowazunguka, lakini zinatokana pia na kutokuwa na uelewa wa mambo mazima ambayo yanahusiana na na matumizi ya madawa ya kulevya. Lakini pia katika hili zoezi letu la leo, zipo huduma ambazo tumeona ni vyema wanafunzi wetu wazipate. Wataalamu wetu wa kituo cha afya wanapima VVU hapa hapa wanatoa ushauri kwanza, then wanafunzi wanapata kupima na wale ambao wanakutwa na maambukizi wanapata elimu na wale ambao wanakutwa hawana maambukizi wanaelimishwa pia namna ya kujikinga, lakini tunapima homa ya ini na uzito, mambo ambayo yanasaidia kwa ujumla kwa wanafunzi na wanajumuia nzima ya MUCE kutambua umuhimu wa kujikinga na magonjwa yasiyoathirika hatua gani magonjwa yasiyoambukiza, hatua gani za kuchukua kujikinga, lakini kwa wale tayari ambao wamekutwa na changamoto kujichukua, uh, kupata dawa kadiri ya maelekezo ya wataalamu wetu wa afya. Ni mategemeo yetu sisi kama management ya MUCE na University of Dar es Salaam kwa ujumla kwamba hii ni fursa ya vijana pia kuwaelimisha wenzao, kwa sababu tunajua wengine wamekosa fursa ya kufika, lakini tunajua kwa wale ambao wamefika kuna pia educators ambao tayari wanakuwa ni chachu ya kwenda kuwaelimisha wenzao chini ya mradi wetu wa O3 plus. Lakini pia tuna watumishi ambao wamehudhuria hapa katika idara zao mbalimbali, watatumia maarifa haya kwenda kuwaelimisha uh, uh, watumishi wenzao na wanafunzi katika mikutano, lakini katika shughuli ambazo ni rasmi na zile ambazo sio rasmi. Wito wangu kwa vijana ni kuto kupuuzia elimu hii kwa sababu tunajua wao ndio nguvu kazi ya taifa lakini, tuna, lakini tunajua kabisa uh, maarifa yanatupa, tunasema Waingereza wa wanasema with knowledge comes power. Kwa hiyo uh, ukishapata maarifa utakuwa na uwezo mkubwa wa kujitambua, kujiamini na kwa hususa ni kwa katika kundi kubwa hili la vijana ambao tunajua kwa vyovyote vile ndio limejenga limebeba nguvu kazi kubwa ya taifa, waweze kufanya maamuzi sahihi kufanya maamuzi sahihi, tunaamini kutawezesha kuepuka tabia hatarishi lakini kujikinga, lakini pia huweza kuwaelimisha wenzao wa. na washukuruni sana kwa jina, mimi naitwa Dr Shabani Likonda Ngoma. Mimi ni mganga mkuu kutoka kituo cha afya cha chuo, lakini pia ni mratibu kiongozi wa zoezi hili la leo. Zoezi hili la leo linafanywa na chuo chetu, ikiwa ni kutekeleza mpango mkakati wa chuo. Mpango mkakati huu katika eneo la kwanza kabisa unaainisha juu ya mkakati wa mapambano dhidi ya virusi vya UKIMWI, mapambano dhidi ya magonjwa sugu yasiyoambukiza, lakini pia mapambano dhidi ya madawa ya kulevya. Kwa hiyo leo hii tumewaita wadau mbalimbali kwa ajili ya kutoa semina kwa wanafunzi katika maeneo haya makubwa matatu. Semina yetu hii ya leo inalenga kuwawezesha wanafunzi moja, ya kutambua maeneo haya ambayo ni ya kimkakati ya kinchi kwa ajili ya kuwaweza kuwafanya waweze kuwa na mazingira mazuri ya kujifunzia, lakini mazingira mazuri ya kusoma. Sambamba na hilo, tumewaalika wenzetu kutoka taasisi nyingine ambazo zinafanya kazi za afya moja kwa moja ambazo zinagusa wanafunzi. Tuna wenzetu kutoka Dar es Salaam kutoka halmashauri ya manispaa ya Iringa, ofisi ya mkurugenzi mtendaji, lakini pia uh, tuna wenzetu kutoka shirika la ambalo sio la serikali la IDYDC, uh, ambao kwa hakika leo watakuja kutoa mada lakini pia watat, watat, watatupatia msaada wa vifaa tiba. Sambamba na hao, kuna wenzetu uh, kutoka uh, taasisi ya polisi kwa maana jeshi letu la polisi ambalo leo uh, litakuja litupe mada juu ya masuala yanayohusiana ya, ya, ya udhibiti wa madawa ya kulevya na utekelezaji wa sheria kuhusiana na madawa ya kulevya. Kwa hiyo leo hii tumeweza kuwakusanya wanafunzi ambao tutategemea tutakuwa na wanafunzi kama elfu tatu na wanafunzi hawa tutaweza kuwapa uh, stadi mbalimbali zinazohusiana na maisha ikiwa ni pamoja kujikinga na magonjwa lakini pia kutojihusisha na madawa ya kulevya. Kwa hiyo leo hii tarehe kumi mwezi wa tano mwaka elfu mbili na ishirini na tano tutakuwa na zoezi hili kwa wanafunzi.